Tunapofanya jambo kama hili eh, nia ni kuwaonyesha wale wadau wetu kwamba fedha tunazowaomba tunazifanyia kazi hiyo, lakini pia ni kuwaambia wengine ambao pengine hawajaanza kufanya hivyo, basi waweze kuungana na sisi tulio trust, ili tuweze kuwafikia wahitaji wengi, kwa sababu kama ulivyosikia, hata hapa tu wako wengi, na maeneo mengine pia wako wengi. Lakini tunapofanya hivi, tunafahamu hatuna uwezo wa kumfikia kila mtu, lakini tunao uwezo wa kuonesha jamii wapi changamoto ipo na wapi jamii inaweza kuchukua hatua. Kwa hiyo e, hii ni nyumba ya kwanza kwa mwaka huu lakini kuna nyumba tatu ziko njiani ambazo kufikia mwezi wa tano tutakuwa pia tumeshakamilisha. Sasa huko mbele tunatamani ziwe nyingi. Kwa nini? Kwa sababu watu ambao wana changamoto kwenye jamii wako wengi, lazima tujitahidi kuwasaidia kwa kadri tuwezavyo. Unajua Ma, maana ya haya maisha mtu anaweza kuhisi maisha ni vile yeye akiwa na kila kitu anachokihitaji, lakini ni pamoja na kuhakikisha watu wengine pia wanatabasamu. Hayo nayo ni maisha kwa sababu yule anayetabasamu anafurahi, anatabasamu kwa sababu wewe umemsaidia kupata hilo tabasamu. Na nafikiri ndio maana hasa ya maisha, watu wakifurahia uwepo wako wewe. Kwa kila mmoja ajitahidi kwa ngazi yake, kwa sehemu yake, si lazima ufanye jambo kubwa kama ile la kujenga nyumba. Yule anayeweza ajenge. Kama anaweza ma anaweza ajenge hata kumi hata mia, hata mia mbili tutashukuru, kwa sababu wanawake atakuwa amewafikia wahitaji. Lakini yule ambaye hana uwezo wa kujenga anaweza kufanya jambo tofauti, unaweza kusaidia mavazi. Kwa mfano, tuna kampeni ambayo ni endelevu sasa hivi, tunakusanya nguo kwa ajili ya wahitaji, na hata hawa nao tuliwafikia pia na nguo, na nguo tuliwakabidhi, na ni kwamba mahitaji yako mengi kwenye jamii. Mwingine ataleta chakula, mwingine ataleta uh, mavazi, mwingine ataleta nyumba kama hivi. Kwa hivyo hata hawa tuliwafikia kwa chakula ambacho ni wadau wetu wanaleta, tuliwafikia kwa mavazi ambayo wadau wetu wanaleta, lakini sasa tumeweza kujenga nyumba, nayo ni wadau, lakini sasa wako wadau ambao wangeweza kutupa mabati, wako wadau ambao wangeweza kutupa simenti, wako wadau wadau ambao ambao wangeweza wangeweza simenti, kuleta rangi. Alafu tunavyopata hayo maeneo basi tunapunguza hizo gharama. Lakini sasa mazingira ni hayo ambayo lazima kama jamii tuendelee kukumbushana kukumbushana kukumbushana mpaka tufike mahali ambapo hakuna jirani yako unamwacha alale njaa. Hakuna jirani yako unamwacha nadhiki. Awal alituma salamu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeah. Lakini wewe umelitimiza, ukatamani kabisa zisifike Dodoma, ziishie hapa hapa Mbeya. Mi naamini hizi salamu hata yeye imeshazipata. Hebu mwambie kwamba umelitimiza lile jambo ambalo alikuwa anataka kulifanya <laughs> ah, nitumie nitumie fursa hii Ah, kumjulisha japokuwa, ningetumia njia nyingine bado ujumbe angeupata, lakini kwa kuwa umeniuliza labda niiseme. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakushukuru sana sana kwa kazi nzuri sana unayoifanya hapa nchini. Unatuletea wananchi wako maendeleo, na kwa kweli tunayaona, na sisi huku Mbeya tumeona mambo mengi kabisa yakifanyika kwenye eneo la afya, eneo la elimu, miundo mbinu kila kitu na sasa tunaisubiri TAZARA kwa, kwa hamu kubwa kabisa, iweze kuja iweze kuwa na yenyewe na viwango vya standard gauge railway. Lakini jambo hili uh, muhitaji huyu najua alikuwa amekutumia salamu Mheshimiwa Rais, ili aweze kufikiwa, lakini kwa kuwa jambo hili alilileta maombi yakitokea uh, mkoa wa Mbeya yakitokea hapa Kiela basi, mimi nilivyoyapata tukaweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tumefanya kwa niaba yako Mheshimiwa Rais. Uh, leo ndugu yetu Obedi pamoja na mke wake na watoto wake wanne wanatabasamu, wamekabidhiwa leo nyumba yenye vyumba vinne. Chumba kimojawapo ni chumba ambacho uh, kina huduma zote humo ndani, ili iweze kumsaidia asiwe anapata changamoto, kwa sababu haya maeneo yana mvua nyingi. Uh, kwa hiyo hata kipindi cha mvua aweze kuhudumiwa kuhudumiwa humo ndani, lakini pia watoto, kwa sababu wanao wanne, vyumba vimejengwa hapo kwa jili, tayari kwa ajili ya hao watoto wote alionao pia. Lakini ni uh, pamoja na shukrani hizi kwako kwa Mheshimiwa Rais kutumia huduma hii ambayo unawafikia watu wengi, nitoe wito kwa Watanzania wengine kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anazozifanya hasa katika ile eneo la kumgusa sasa mtu mmoja mmoja, kwa sababu ye kama rais anatugusa sisi wote kwa ujumla wetu, kwa kutuletea mambo mengi kama hivyo, miundombinu, huduma e, za afya, huduma za elimu, anatuletea sisi sote, na huduma za maji anatuletea sisi sote. Sasa haya ya mmoja mmoja tusianze tena kumsubiri mheshimiwa rais atuletee kilo mbili za kula. Aa, sisi tusaidiane huku kwenye jamii ili yeye tumwachie mzigo wa kututengenezea hayo mambo mengine ambayo yanakuwa bora kabisa.